Crime Act. Wanachama, wa, wa, wanachama na wapenzi wa Chama cha Mapinduzi CCM katika mji wa Babati mkoani Manyara wamejitokeza kusikiliza sera za mgombea mwenza wa kiti cha urais wa Tanzania kupitia chama hicho Samia Suluhu Hassan, na kuahidi kukipi, kukipigania chama hicho na kuahidi kukipigia chama hicho kura za ndio ili kiendelee kuongoza dola. Wananchi hao wametoa ahadi hiyo kwa kile walichoeleza kuwa ni kuweka historia katika nchi ya kuwa na makamu wa kwanza wa rais mwanamke ambaye ameonyesha kuwa na sifa na kukubalika katika jamii. Ben Mwaipaja kutoka Manyara ana taarifa kamili. Bibi Aisha mkaza mjini Babati hapa mkoani Manyara anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka themanini waweza kusema ndiye aliyetia fora na kuwa na furaha kupindukia wakati wa mapokezi ya mgombea mwenza wa nafasi ya urais kupitia chama cha mapinduzi CCM Mama Samia Suluhu Hassan. Tunapenda watu wengi waliohudhuria mkutano wa kampeni ya mgombea huyo mwenza wa CCM wameelezea kuridhika na uteuzi wake na kwamba watakipigia kura za ndiyo chama hicho ili kiendelee kuwaongoza Watanzania. Kutupa mgombea mwenza wa Magufuli kuchaguliwa mwanamke, hii ni historia. Ina maana mimi hapa sasa hivi, yani kwenye nafsi yangu, yani CCM imenifariji vibaya sana. Ninampongeza sana Mama Samia. Kwanza naona ni mama atakayekukomboa na anafaa kabisa kuwa kiongozi wa Tanzania. Atatuletea mabadiliko sisi akina mama na watanzania kwa ujumla, kwa sababu so, mwanamke ndo anayejua shida za wanawake wenzao. Of course, atasaidia watanzania. Ndo mtu ambaye tuna- tutamsindikiza hadi Ikulu pamoja na, na Magufuli. Akizungumza na mamia ya wakazi wa mjia Babati wanaojitokeza kusikiliza sera za chama hicho kwa ajili ya uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 25 mwaka huu, mama Samia Suluhu Hasan ameahidi kuwa chama chake kitatatua kero kadhaa za ukabili mkoa wa Manyara, ikiwemo migogoro ya ardhi, maji, afya, umeme, barabara na ajira, ikiwa CCM kitapewa ridhaa kuendele ya kuendelea kuongoza nchi. Najua kwamba kuna mashamba makubwa ambayo yamechukuliwa na wawekezaji, mengine sehemu nyingine hazitumiki wangependa wananchi wapate, waendelee na shughuli zao. Niwaambie kwamba tutalifanyia kazi kikamilifu. Anagusia pia swala la kuboresha sekta ya mifugo. Niseme tu kwamba tutaongeza idadi ya majosho na mabwawa ya kunyweshia ng'ombe. Najua ni tatizo kidogo hilo, tutalifanyia kazi, lakini tutaweka kiwanda cha kuchakata cha kuchakata nyama, lakini pia nani bidhaa za ngozi kwa sababu naelewa kwamba Babati kuna upungufu wa ajira, na viwanda peke yake ndivyo vitakavyoleta ajira. Sera ya chama hicho inatambua kero za maji zinazo wakabili wakazi wa mji wa Babati na maeneo mengine nchini. Maji yapo kwenye mpango wetu wa matokeo makubwa, sasa imeanza awamu ya nne, na sisi tutapokea kijiji, tutaendeleza. Ameahidi kuwa kodi zinazoleta usumbufu kwa wananchi zitaondolewa. Tutaziweka kodi ambazo zitamfanya mwananchi apende kulipa kodi, kwa sababu kodi ni maendeleo. Bila kodi, ndugu zangu, hakuna maendeleo. Lazima tulipe kodi ili tupate maendeleo, lakini sio kodi za ovyo ovyo. Mimi ni Ben Mwaipaja, TBC Manyara.